Mbini na vichiku vyao. Ah ah, ah, ah ah. Kuna dogo mmoja hivi namjua ni rafiki yangu, nilikutana naye to Z kwamba sasa. Oh, hivi kuna maskari wengi, kuna watu watatu wanatafuta wa wamefanya mauaji na akaniambia kwamba watu wao anawajua aliwaona lakini sura zetu hazitambui. Yani mpaka inafika huko kwa maana yake, wewe huko umejuaje yani? Hmm? Nani kamwambia? Mzee, sasa ukisema hivyo ni kwamba unataka kunilaumu mimi, si ndio? Lazima nikulaumu wewe kwa sababu wewe ndio ulikuwa unajua pamoja na mimi. Sikiliza, mimi nimekuletea hili swala hapa mezani tujue tunachokifanya. Anaistoshe mpaka kwao mimi. Na mimi. Mimi napajua ikiwezekana tunaenda tunajua nini cha kufanya sio kukaa kulaumiana mzee.

Kwa hiyo wewe unawakumbuka una, una vizuri watu waliowaua wazazi wako? Ndiyo. Roja. Hebu, Bwana Mkaramba, tukakaa hapa. Na, binti, unaweza ukawa unapafahamu wanakofanyia kazi mm. Najua katu wanakaa kijuani ni hapo chini, lakini kujua wanapoishi ngumu lakini ninawaonaga tu wanakaapunta wapili sijui kuona kabisa, wanafanya kazi za maana. Sisi atupeleke, unaweza ukatupeleka sasa hivi? Kwa leo ni ngumu, kuna mali inakwenda, alafu pia saizi muda umeenda, labda tungeangalia kesho asubuhi. Ni sawa, tumefanya kesho, maana mm. hali yangu ataipo sawa sana na muda wenyewe tukaona umesha kwenda. Tumefanya kesho, ni zaidi hata hiyo kesho. Mimi naona ni sawa, asubuhi kuna sehemu na damka niende mara moja, sio mbali sana, ni karibu tu na kwangu, ni kama mita elfu moja eh, kuna bwana naenda kumwangalia pale, alafu nitakuja naye hapa, alafu tutaongozana wote. Na mwamini lakini, namwamini namwamini sana, ni mtu ambao tunafanya naye kazi, lakini mi sitofika huko, nitawaonyesha tu sitofika kabisa hapo sehemu alipo. Basi hiyo hakuna shida ndio. Na pia kwenye suala la kutokufika wewe, hilo sio mbaya kwa sababu wale si wanakutambua, wanakujua wewe. Kwa hiyo wakikuona, wataanza kukutengenezea mazingira mabaya tena zaidi ili wakudhuru. Sasa wewe utatuelekeza tu kwa mbali, alafu sisi tutaenda. Sawa sawa unapo unapotoka, hakikisha unarudi nyumbani mapema kwa sababu tayari una maadui. Kuna watu wanakuinda na wamesha kutishia kabisa. Sasa wanataka wakuue, hebu wae nyumbani mapema sana. Sawa Roja, hebu mlinde huyu bwana. Mimi lazima nimwangalie na msitizie kila siku. Sasa mimi nilikuwa naona nikuache. E, kuna sehemu nataka nifika mara moja alafu kisha nitatafuta mawasiliano niwasiliane kwanza na yule jamaa ili kesho asubuhi asitoka nimkute pale nyumbani kwake. Sawa bwana, huna shida. Karibu nyumbani, hapo ndo nyumbani kwa huru. Muda wote utakapojisikia kufika basi karibu. Hapa hakuna shida, wewe ni ndugu yangu. Sasa umekuja kana kadeni kangu kale. Ah, bwana Roja. Bwana nimekwama. Haya mambo ya deni unaacha unazo kaacha kwanza bwana yeah. Nakuvuka, sio kwamba sijui deni de, lako mimi nalijua yes. E, Tisha kuwa ndugu sasa, kushikana shikana, so vizuri bwana. Basi hakuna shida, hacha kidogo hapa. Haya bwana, nirudishia mlango vizuri huo maki, kuna mambo ambwa nakuja kujaga hapo Safiri salama kipenda maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama kipenda maulana mama, tutaonana baadaye. Safiri salama kipenda maulana mama, tutaonana baadaye. Safiri salama kipenda maulana. Bwana mavumba samani bwana, nimekukatisha usingizi wako. Usijali, ni jukumu letu. Unajua maskari atulali. Yani ni kweli kabisa. Sasa kuna ishu moja hivi, kuna rafiki yangu moja anaitwa Roja. Huyo jamaa tume tumetoka naye kijiji kimoja, sasa tumekutana hapa mjini. Kuna ishu yake moja amenipa ya, nikaona nikishirikiana na wewe tutafanikiwa, tutafa, kwa haraka sana kwa sababu wewe ninakujua, tumefanya kazi na wewe kwa muda mrefu sana, ni professional. Ishu alionipa kwamba yeye alikuwa anaishi na dada yake pamoja na shemeji pa yake nyumba moja, sasa ilitokea siku dada yake aliuawa pamoja nasemaji yake aliuawa kikatili sana, mpaka viungo vingine havikukutwa kwenye mwili wa binadamu. Nasikitika sana kukuambia, kwa sasa haitowezekana, kwa sababu nina upelelezi sana mkubwa mbele yangu. Inabidi kuifanya hii kesi niimalize kwanza, alafu ndo nijue cha kufanya. Majibu nene nipa, sikutegemea kama utanipa majibu kama haya, kwa sababu mimi na wewe tulikuwa tukishirikiana kazi nyingi sana na hatukuwa tunafeli tulikuwa tunafanya kazi vizuri kabisa. Nategemea kwenye hili tutaenda wote. Sikiliza Mkalamba. Inabidi kubalance. Kesi yangu isije kaanguka ili nawe niweze kukusaidia. Ya kwangu nifanye na ya kwako nije nikusaidie. Nisikukate tam, nisikukatishe tamaa. Kwa hiyo kwa sasa hivi nitakuwa busy kidogo. Mbona kama unanipa wakati mgumu sana nikiwa peke yangu pale, mimi na uhakika hili jambo ni zito sana. Ndio maana nimeamua kukushirikisha wewe kama askari mwenzangu. Ni kweli Mkalamba, sitakuacha, tuko pamoja. Sasa hivi kuna kazi kidogo naenda kuifuatilia.

Unazingua chali yangu, muda wote nimekaa hapa aisee, nakusubiri wewe hakuna. Unazingua bana see, kwamba mimi sina kazi za kufanya au? Changamka basi, aseme nakusubiri hapa chap basi. Afu dogo unazingua wewe. Muda wote mimi nimekaa hapa nakusubiria ise. Mwanu yenyewe una koroga ni style ye ah gani yenyewe unaniletea? Kwa kaa shege. Kwa tumekubaliana tukutane hapa songati. Mambo yako ni nile, kunipigia pigia maring style ni gani mwanu, usikilizia nimekwambia nitafika. Eh ni long. Nimechelewa basi, baridi yenyewe nimetimba hapa. Lofonga mwanu, unapergea. Toka wakati wako mimi nimekaa hapa muda wote. Baridi man, mufonga. Sio ni bonge nilizokuita tumekubaliana tukutane hapa songati aridi basi leta hila basi, ni wateja wako wanakoroga mani yenyewe mpaka sasa hivi hawajanigea mapeni alafu, sasa hivi yenyewe biashara inatakuwa ende slow slow mani unajua, know sasa hivi mtaa ukuda ni shaz, kwa hiyo afu ukiangalia yenyewe business na na dua na dua loan mani, kwa usikilizie kama ni vipi mwa, kwa hiyo kwamba mm, unaogopa ukuda? Si nilikwambia ukikamata mimi nitakutoa shega mani shega. Afu unajua, uko mwanzo tulivotoka, ukua hivi nilikuwa nakupa mzigo, unatoka chapu, narudi unaleta hela sana baridi yenyewe mi mintmi mi ni, nitapambana ni, ni, ni zangu kishikaji mani, midaanaiti hivi ni gani, nitakuletea mapene yako. Maana yenyewe naona kama unaniletea eh, maneno fulani hivi be anizami yenyewe kwa nemani gani umu, afu unajua kabisa yenyewe mi kichwani itikadi mani, afu nikwambie kitu Ndo mimi wenyewe mjuba, alafu wenyewe mchumba tu nitakuzingua mimi. Mwenyewe sina hela mani, kwa hiyo kama ni vipi, sikilizia mida ya 90 mimi nitakupigia msele. Wewe mwenyewe unajua kabisa tumefanya mabizinesi long man mani, kwa hiyo sikilizia mani, mi enyewe nitakuletea mapene yako mani, nenda kalete hela zangu na mzigo uliobaki lete ready yenyewe na kuzingua. Sema nini? Shege Amani, na kuzingua. Sikilize Amani, mwamba kunizingua yenyewe mi yenyewe mjuba Amani kichwani iti kadioi takufyetua. Habari yako mama. Nzuri, habari ya kwenu? Salama kabisa. Prince tumemkuta. Nini kina nani? sisi ni maskari na tukondole tushaka. Mama, tunahitaji ushirikiano wako, hiyo kwayo tunaomba utueleze Prince alipo, ili tuweze kupata maelezo mafupi kutoka kwake. Ni kweli kabisa. samani ilikuwa nasikia funufunu hapa mtaani kwamba unajua chochote, wahusika usika na kifo cha dadangu. Unaweza kuniambia kitu chochote? Ah, sina kitu chochote. melewa vizuri wewe, niambia hata kesho. Nitakuona saa mbili mbele mani